Uko karibu na mkoa wenye bandari, ukienda chini huko unakutana na bandari ya Dar es Salaam, ukienda huku kaskazini unakutana na bandari ya Tanga. Tumeelewana. kwa hiyo mkoa Morogoro ndio mkoa wa kimkakati wa kuwa na viwanda kwa ajili ya urahisi wa usafirishaji wa bidhaa na uingizaji wa malighafi, na ilishajaribiwa nchi hii, Morogoro ilijaa viwanda, viwanda vikafa. Tutarudisha heshima ya mkoa wa Morogoro sera yangu ya viwanda. Mkoa wa Morogoro, jiandaeni kula neema ya sera yangu ya viwanda, kwa sababu moja ya mikoa ya kimkakati ni mkoa wa Morogoro. Tutajenga viwanda Morogoro. Jambo la tatu na la mwisho, hii mambo ya miundombinu hii, hii mambo ya barabara, mambo ya nini ya barabara, niwaambie leo, tunajenga barabara ya lami kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa kwenda ofisini kwake, tunajenga barabara kutoka mkuu wa mkoa nyumbani kwake kwenda kijiwe anachopiga moja moto moja baridi. Hizo kuna lami, lakini maeneo yenye uzalishaji nchi hii ndiyo maeneo yanayoongoza kwa kuwa na miundombinu mibovu. Barabara zinazokuja mlimba kwenye kilimo ni mbovu, na Tanzania yote, sio hapa tu Nimezunbuka nchi yote, maeneo yenye kuzalisha, yenye uzalishaji barabara ndiyo mbovu. Kupanga ni kuchagua. Sera yangu ya miundombinu ya barabara, barabara zinazopaswa kujengwa kwanza kupewa kipaumbele ni zile zinazokwenda kwenye maeneo ya uzalishaji kama Kilombero na Mlimba, tengeneza lami, lami itakayokuja Mlimba, lami itakayokuja Mlimba itasaidia kusafirisha mazao kwenda viwandani yatapunguza gharama ya mazao. E, ukiwa na, ukiwa na mpunga wako hapa au mahindi yako unataka uyatoe uyapeleke tu Ifakara, hapo mwenye fuso anakupigia kupigia: breki zitakavyochakaa, matairi yatakavyochakaa, springi zitakavyochakaa, bodi itakavyolegea, kwa sababu barabara ni nini? Ni mbovu. Barabara ikiwa nzima, tutasafirisha mazao yetu kwa bei ya rahisi tutapeleka Ifakara, tutauza kwa bei ya juu, tutarudi na simenti na mabati tujenge nyumba, na bodaboda kumpa kijana aendeshe apate utajiri wake. Uongo, uongo ndugu zangu. Aaa, barabara hii wala msiwe na shida na milioni zile bilioni mia moja na sitini na saba kwa sababu zile zitaletwa na nitaziongeza, ili barabara hii itokezake Kilombero Ifakara ipite hapa iende mpaka Njombe, ipite Lupembe huko. Huu wote ni ukanda wa kilimo, lakini hauna barabara. Barabara natengenezeana watu kwenda saluni? Haiwezekani. tunaacha barabara za kuleta mbolea, barabara za kusafirisha mazao kupeleka viwandani na sokoni. Hiyo sio sera yangu. Sera yangu kipaumbele cha kwanza cha barabara za lami ni maeneo yenye uzalishaji kama mlima kwa. Nawaomba mniamini, nimuombe kura nyingi sana mama yangu mama, ki, mama Kiwanga. Nilikutana naye mwaka elfu mbili na kumi kwenye kampeni za mgombea urais wa wakati huo wa Chadema Dr Sla. Sijui kama wengi mnaku mnajua huyu mama ndo alikuwa kampeni meneja wa Dr willbod Sla elfu mbili na kumi. Huyu mama, mimi nikiwa mwandishi wa habari, nimekutana na huyu mama, na nilikuwa na ripoti kwake asubuhi, na yeye ndo ananipangia kazi, yeye ndo ananipangia gari gani niingie asubuhi. Huyu mama anaijua siasa usipime huyu mama ana uwezo mkubwa sana wa kisiasa. Msiende kupeleka watu wanaokwenda kutengeneza biashara bungeni. Kuna watu wanatafuta ubunge ili wakatengeneze biashara bungeni. Pelekeni watu bungeni wakwenda kusema kero zenu na kusimama juu ya meza watetee kero zenu. Mkipeleka mtu aliyeshiba hawezi kuwakumbuka. Nawambia hiyo, ninawahakikishia. Leo mtamuona analala na, na nyie, kwa sababu ana shida. Leo mtamuona eti naye anapigwa vumbi na nyie, kwa sababu ana shida. Akitangazwa akaapishwa, mtamtafuta hapa mumuone. Mchagueni mama huyu, mama yenu huyu, mwanamke mwenzenu mama zangu, mwanamke mwenzenu huyu. Shida za kitanda kimoja mnajifungulia wanawake wanne watoto wanagongana vichwa, ubongo unacheza tangu siku ya kwanza kuzaliwa. Huyu ndio atakaye wasaidia huyu maanake leo CCM wanawake watatu wajawazito wanawekwa kwenye kitanda kimoja cha kujifungulia watoto wakichomoza tu pap, wamegongana vichwa mzee, ubongo umecheza mtoto, na saba sifuri, kidato cha nne analazimishwa afike sifuri. Kumbe tatizo ni sera za CCM, kichwa kiligongwa tangu wakiwa na saa moja duniani. Tunapambana hapa, hisabu hisabu hisabu gani? Mazingira yenyewe kujifungulia ni mabaya, msaidieni mama huyu.